Ana unapokuwa kwenye program ya kupungua basi, unapokula yai hakisho, unakula yai kwenye uzima, usile yai uh, labda uka ukatoa kiini cha ndani afu ukala, wati watu wa nje kwamba ila ina protini lakini ina less calories. No, kupungua sio swala la calories. Kwa mfano unataka kupungua kitambi, kuna vitambi tofauti, kuna kitambi cha estrogen, kuna kitambi cha cortisol. Sasa unajikuta mtu unatoa hii ambayo ina a lot of minerals, kwa sababu hili jeupe bila kiini cha ndani useless yai linakamilika kwa ukamili wake. Hii sayansi ya kusema tule kiini tutoe kiini tule hivi hii sijui naongeza calories ni sayansi ya zamani sana, okay. Kupungua siku hizi kuondoa tumbo siku hizi ni swala hormone kuliko swala calories intake, sijui calories deficiency, no. Kwa mfano una high cortisol, it means una high stress level, asa usipokula hii mayai usipokutoa kiini cha ndani ambayo kina real amino acid ambayo unahitaji kuproduce neurotransmitter ili ubongo wako uweze kufanya kazi vizuri, uweze kuhandle vitu vidogo vidogo au challenges unazokutana nazo, it's going to be hard, sawa, kwa sababu wewe umekula hii kuangalia tumbo lako peke yake, lakini umesahau nini kitatokana baada ya kula kiini. Kwa hiyo sio swala tu la kuna nini, kwa mfano una estrogen, unahitaji this to balance, unahitaji potassium, unahitaji magnesium to balance, okay, unahitaji kuzalisha kiwango kizuri cha progesterone ambayo inatokana na minerals, inatokana na vitamins za vyakula hivi, za, za kinichi. Zilizomo ni kubwa ni kwa kwa sababu potassium imeshuka. So umeingia kwenye condition inaitwa estrogen dominance. In order to undo estrogen dominance, unatakiwa u-raise potassium. Sasa kama wewe unakula kiini peke yake kwa kuzania hichi kina cause nyingi, hakitaniongezea uzito, is wrong, kwa sababu hujafix root cause, hujafix tatizo la hormones. So kula hizi magazi. Unataka kupungua au utakupungua? Kula yai zima. Achana mambo ya calories. Mwili wako doesn't care about calories. Haujali kuhusu calories. Unajali kuhusu nutrients. Unajali kuhusu vitamins and minerals. Unajali kuhusu balance yako ya mwili. Unajali kutokana na quality of food unayokula. Ndio, mimi naambia tu kula mpaka ushibe. Acha kula kujinyima. It's not about calories intake. Unaweza kufanya calorie deficit na ukadhoofika badala ya kupungua. I've seen that seen that watu wanadhoofika badala ya kupungua. Unakosa a lot of vitamins kwa kuonda a lot of minerals. Kwa kula yai yote peke yake, so take for self, kula yai zima.